Kufanya dawa kwa radda al-mukhalifin na wengineo, lazima sheria ya Allah itetewe, sunna ya bwana mtume lazima itetewe. Lakini tizama watu ambao wako kwa ajili ya dunia leo, yaarifuna ma kanu yunkirun. Mnaosikia wanaosesema hao, twajua historia zao, walipita huko kwa maansari Mwanzo walikuwa kwa upande huu wapinga Maulidi, leo wamekuwa huku watetea Maulidi. <coughs> Hey, badilika. Ad-dhalala tu'ainu ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Dhalala isokuwa na mfano ambao ni dhalala, ainu ad-dhalala ni kuyakubali uliokuwa wayakataa kwa dalili na kuyakataa ulikuwa wayakubali, si kwa sababu umelikataa baada ya kuwa ulikuwa walikubali kwa sababu ya hoja, ke la, hakuna chochote tu, anazunguka tu. Lakini mwanzo alikuwa yuko huku apinga yale, leo yupo kule atetea kwa sababu ya dunia, sababu ya mali upande huo wa pili ni upande wa mali. Watu wako na matajiri waku, watu wako na mawaziri, watu wako na serikali. Ukikaa huku kwa masalafi, huku hamjulikani na mtu, nyinyi nyewe muonekana mna taabu. Matajiri watakuja kwenu. Sasa hivi mtu anaona ili apate dunia, ajiingize ingize kwenye vinara vya maulidi kaonekana kule pembeni, pana katibu mkuu wa chama, pembeni pana waziri fulani, pale pana muadham, pale pana alhabibu, pale pana almubajal, huku ndo kwa fani ama hapa kama nimekana, nyinyi masakini wa tubu talabatul ilm fuqaraa wasindikizwa pale upande daladala kwa, wa kwa sababu watu wengi wanasoma kwa sababu ya kutaka dunia, kwa kidogo tu, na mtu kabadilika kidogo, mtu kanunuliwa kama mchezaji mpira. Jana alikuwa Yanga, kanunuliwa, leo yuko Simba. Jana alikuwa iponda Yanga, leo kapoa hela, yuko Yanga, ile aitetea Yanga, iponda Simba. Ndio mambo ya kweli, kanunuliwa tu, si ndio? Na wakati yupo kule alikuwa acheza, kulikuwa yuko tayari kufa, kwa sababu yupo huko apigana aifunga ile ile alokuwa kule atetea iko tayari kufa afunga kule kule, e, kanunuliwa hela ndo. Anunuliwa totoka huko ndo. Ndio kuna mchezaji msimu huu yuko timu hii, msimu ujao yuko timu wako. mashekhe pia wanakwenda na msimu na usajili Ukifika wakati wao sasa, tumesema ukifika wakati wao, mlikuwa huku mlimsomesha huyu, tutawaambia likua uu kwa, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unajua tatizo la ma Wahabi, uelewa Yani sisi hatuelewi sisi yani, sisi hatuelewi. Nyie ndio mwaelewa nyie ndio mwelewa seda au kwa vile majazi, kuna majazi. Yaani nyie mkisema watu wakielewa maneno yenu, tatizo nyie amuelewi Mawahabi, tatizo nao uelewa upi? Uelewa gani?

lakini kumba nimemuua, maana yake ulimfunga kwenye draft hiyo, majazi. Sasa sasa tuelewe hapo alipose. Lakini ukisema tu babako leo nimemuua, maana yake hakika. Kuua kunajulikana kuua ni nini, ndo al aslu al fi lkalami madha al haqiqa, na haifai kuondoka katika hakika kwenda katika majazi mpaka kwa karina, karina almania inayozuia kwamba hapa muradi wake sio hakika lakini lazima kuwe na alaka baina ya maana ya hakika na maana hiyo iliyokusudua mbozo yake, ya kuwe na alaka na ziko nyingi. Au mbona mmesoma nyinyi tu, yani nyinyi tu ndo mmesoma, wengine hawakusoma, wengine hawaelewi. Hapo tukikubali, tukiwa tumetanaza, ni kwamba kuna majazi. Na kama tutakuwa na msimamo hakuna majazi katika Qur'an, hakuna majazi katika lugha ya Kiarabu, pia tunaweza kusomesha hoja Mambo yote ni hakika ima hakika sharia au hakika lughawiya au hakika urfia bas. Hakuna majazi. Ukisema uliza kijiji, mtu Kiswahili Pasalun, kariya, eti, ah, hiyo majazi hiyo umetajwa kariya lakini mradi wake ni watu Kiswahili, tusemaje sasa? Uliza kijiji hicho hapo, ndio hakika ya kalamu inda nnas. Uliza duka hilo hapo. Oh, so tunavyosema zamani, wazee wetu walikuwa wasemaje? Uliza muuza duka. Alafu baadaye, tukaja tuko kwenye hakika, tukaja kwamba uliza duka hilo hapo. Sidio? ndio hivyo. <laughs>